Imani ni ujasiri ni uhakika ni kujiamini ni confidence unaokuwa nayo katika neno la Mungu na ndani ya Mungu. Unakuwa na ujasiri katika Mungu na katika neno lake, hiyo ndio imani. Imani ni kujiamini kikamilifu kwa Mungu na kwa neno lake. Kujiamini kikamilifu ni kusimama kwenye uaminifu wa neno la Mungu kwamba alichokiahidi au alichosema anaweza kukifanya. Imani ni kusimama kwenye uaminifu wa Mungu Sio kwenye uaminifu wa mtu au kwenye uhakika wa kitu, kwenye uaminifu wa Mungu, ukijua kwamba alichokisema au alichokiahidi ana uwezo wa kukifanya, kwa sababu yeye sio mtu atasema uongo. Hesabu 23:19. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute, iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata litimiza. Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu, wala hata ajute. Ile kujuta, Kiingereza kinatumia awe na kigeugeu ageuke abadilike. Mtu anaweza akakupromise kitu afu kageuka. Ikimaanisha kwamba Mungu akisema, hana uwezo wa kubadilisha, hana uwezo wa kugeuka, akishasema amesema. Ndio maana neno lake lina uhakika, kwa lugha nyingine kwamba chochote Mungu akiongea kimefanyika tayari. Anasema Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu hata abadilike. Anasema je, ak, akiongea hata litenda, akisema hata litimiza wengine nakwambia, akisema lazima alitimize, hana uwezo wa kutokulitimiza na kisha kuahidi kitu lazima akikamilishe. Okay, maana yake nini? Maana unaposoma Biblia au unaposikiliza mahubiri, chochote ambacho unaona Mungu amekiongea kwenye maisha yako tayari, automatic kimeshafanyika tayari, kwa jinsi rohoni kimeshakamilika. Hakuna namna ambapo kinaweza kikaacha kukamilishwa, kinachohitajika ni kuonyesha imani yako ili kiweze kukamilika. Mungu akisema imekwisha kufanyika tayari, yaani Mungu akiongea umeshafanyika tayari, unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua. Alipoambia wanaweza inawatoa Misri, nawapeleka nchi ya ahadi, ishakamika tayari, ilichotakiwa ni wao kuchukua tu zile hatua, pita huku wapite, fanya hiki wafanye. Ndio maana waliokaza kwenye neno la Mungu waliingia, ambao walipoteza wakaona mazingira yanawachanganya hawakuingia. Biblia inasema hawakuingia kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Waebrania inasema neno lile lilohubiriwa wao ni sasa ni tuliohubiriwa na sisi. Biblia inasema sema halikuwafaa wao, kwa sababu halikuchangamana na imani iliyokuwa ndani yao. Kwa sababu Warumi natuambia kila mtu anapewa kiwango cha imani. Kuna imani fulani inachorwa ndani ya mtu maisha yake, kuna imani ndani yake, ila ili neno lizae kwa yake, lazima neno analipokea lichangamane na imani iliyoko ndani yake. Kwa wale watu waliofia jangwani, hawakuingia nchi ya ahadi kwa sababu ya kutokuamini kwao, walipokea neno la Mungu, halikuchangamana na imani iliyokuwa ndani yao. Ila hapo kina Joshua na kina Caleb walipokea neno la Mungu, likachangamana na imani iliyo ndani yao, walionyesha imani yao kwa vitendo na wakafika nchi ya ahadi. Kwa nini? Sababu Mungu akiongea amefanya kujali mazingira. Sikilizani, ukisoma kwenye Biblia neno lolote likakuingia, neno lolote likakujaa. Ukisikiliza mahubiri kwa mtu yeyote lika ukasikia kama vile ndani yako pamekuwa triggered, pamechochewa, kuna kitu unasikia kuna kamshamsha kameingia. Kuna neno umelielewa. Maana yake limeshakamilishwa kwenye maisha yako. Bila kujali mazingira yanayokuzunguka, haijalishi hali gani unaipitia kipindi hicho, haijalishi mazingira yuko kwenye mazingira gani kwa kipindi hicho. Maadamu umelipokea ile neno, limeshakamilishwa kwako. Ni hatua ya wewe kuanza kuliishi. Wakati Petro anamwambia Yesu, kama ni wewe, na mimi niamuru nitembee juu ya maji, alipomwambia njoo, pale pale uwezo wa Petro kutembea juu ya maji ulikuwa umeshachiwa kwake. Ndio maana alipotoka, alikanyaga hakuzama. Kwa hiyo Petro alipomwambia Yesu, ikiwa kweli ni wewe, niamuru na mimi nije nitembee juu ya maji, nitembee kama wewe, akaambia amna shida, njo. Alipomwambia njo, hakuhitaji kuombewa tena, hakuhitaji ombi lingine lolote wala neno lolote. Uwezo wa yeye kutembea juu ya maji uliachiliwa pale pale. Kwa akatembea juu ya maji. Kwani kwa sababu hakuwa anatembea juu ya maji, alikuwa anatembea juu ya neno la Yesu. Kwa hiyo Petro anatembea juu ya neno la Yesu. Shida ilipokuja ni pale alipopata mashaka, lakini alidoubt neno la Mungu. Alitilia mashaka neno la Mungu. Na neno la Mungu shalitilia mashaka, halitendi kazi upande wako. Kwa ile imani iliyokuwa imebebwa katika lile neno kuchelewa kwenye maisha yake ilikufa pale pale. Kwa haijalishi mazingira yanayokuzunguka. Kwenye neno lolote lolote lile la maisha yako uwezo wa kuwa juu tu upo. Na mashaka kuchelewa kwenye maisha yako. Sio na wewe kuamini neno na kutembea nalo.